EonX AI inaibadilisha Web tatu kwa akili kasi na nguvu ya jamii. EonX AI ni blockchain ya kwanza duniani yenye KYC na mfumo wa AI multi-agent, inayounganisha akili ya bandia na nguvu ya pamoja ya jamii. Imeundwa kuwa salama inayoweza kupanuka na kujengwa na jamii yenyewe. Kwa ugavi wa tokeni unaodhibitiwa na AI, pochi zilizounganishwa na KYC na mfumo wa zero dump zero pump, EonX AI inaweka kiwango kipya cha kimataifa cha uaminifu, uthabiti na uwazi. Kiini chake ni mapinduzi ya bump pano wa blockchain user model of partners unaobadilisha kila mtumiaji na mmiliki wa NFT kuwa mshiriki halisi. EonX AI inafanya kazi kupitia usanifu wenye tabaka nyingi: simbo wa blockchain, msingi wa uaminifu, mfumo wa AI multi-agent, akili inayojifunza, tabaka la ushiriki wa jamii nguvu kwa watu; tabaka la utambulisho wa KYC lililothibitishwa na salama; tabaka la mgao wa mapato, thawabu sawa kwa wote; jumuishaji wa API za kampuni, daraja kwa mitandao halisi; ufuatiliaji wa udanganyifu kwa wakati halisi, ulinzi katika kila block; mfumo wa AI unaojiongoza, tomatizi yenye uwajibikaji. Hii ndiyo EonX AI, blockchain bora crypto bora.